sengelema oye wadela bamayo na bababa ng'wisabi Enwashi. Mlemola. abazinza sulalugaba sulachombeka abakelebekampilo bwa chasugu mwaongela balijaika ulio mwamba ulyo masika ulyo chikaka kama kuna wajaruo yaore angema wachimada machigina kama kuna wakulya hamang'ana mboya kama kuna wazanake hamang'ana mazomu kama kuna waya shumala wa mowaitu mwagila mayo kama kuna waha mwiliwe na mavuvu mulakomeyi numuhila barakome nanshenda komeye. Kama kuna Wahehe, kamwene mnogagi makazi. Kama kuna Wagogo, mbukweni wasinduka mkuliachi. Kama kuna Wachaga, shimboni mai shimboni shavo. Kama kuna Wapare, urewedi na mnani eh. Aya, naenda kusini. Sengerema kuchere nao wapo. Haya, eh. Wamasai subai, nao wapo. Haya, Wabarabaigi saita aidoma aidori eh, hey, haya kama kuna watu wa Mbea, ugonile mnyampara, twamasiku twakukaja twashuguri Aya, kamba kuna Wafipa posuta mwaka hata mwalalauli. Kwa hiyo makabila yote yapo hapa, nawapongeza sana na Mungu awabariki sana. Asalamu aleku. Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu wana Sengerema, kwa kweli sijui nianzie wapi kwa sababu leo Sengerema Mmefunika kweli kweli, hongereni sana. Watu waliojitokeza leo hapa hata baadhi ya makao makuu ya mikoa mingine hawaoni ndani. Hongereni sana na Mungu awabariki sana. Lakini ndugu zangu wa Sengerema, mimi kwa jina naitwa John Pombe Joseph Magufuli. Historia yangu ya maisha katika kazi ilianzia Sengerema. Kwa hiyo ninaposimama hapa Sengerema, ninakumbuka maisha yangu wakati nikiwa kijana mitaa hii inazunguka yote, nikiwa ninaitwa Mwalimu Joseph pale Sengerema Sekondari, nikiwa nafundisha chemistry na hesabu Nimefurahi kumuona mwalimu mkuu wa Sengerema Sekondari, lakini wakati ule alikuwa hajaja pale na inawezekana kwa wakati nafundisha mimi pale mwaka 81 alikuwa bado mwanafunzi. Na ninajivuna kwamba baadhi ya wanafunzi niliowafundisha wengine ni wabunge. Mheshimiwa Kangi Rugora mbunge wa Mwibara nimemfundisha, Mheshimiwa Naibu Waziri Nkamia, naibu waziri wa habari, naye nimemfundisha Sengerema sekondari baadhi ya wengine. Kwa hiyo katika kipindi hicho ambacho nilifundisha na baadaye nikaanza maisha, napenda niseme kabisa kwa dhati kutoka moyoni, Sengerema siwezi kuisahau, nitaendelea kuikumbuka katika maisha yangu yote. na ndiyo maana ninaposimama hapa Sengerema ninakumbuka maisha yangu ya mwaka themanini na moja. Mlinitunza vizuri, mulinilea vizuri. Ndiyo maana nasema kwa dhati kabisa, nitakapochaguliwa kuwa raisi, kamwe sitaisahau Sengerema katika kuiletea maendeleo. Ndugu zangu wananchi wa, wa Sengerema, nimefurahi mmejitokeza hapa wengi lakini kujitokeza kwenu wengi leo ni ushahidi tosha, kwa sababu kila mahali tulipokuwa tukizunguka, iwe Pemba, iwe Unguja, iwe Monduli, iwe Arusha, iwe Hanang, iwe Katavi, iwe Kagera, iwe Mpanda, iwe wapi, watu wamekuwa wanajitokeza wengi sana na ndiyo maana kila ninaposimama ninakuta idadi ya watu wengi hivi wamejitokeza, ninakuwa nafikiria kwamba watanzania wanataka mabadiliko. Na kwa sababu wanataka mabadiliko katika maisha yako, mimi nitabaki kuwa na deni kubwa la kuyafanya hayo mabadiliko. Ninaposema watanzania wanataka mabadiliko wala sibagui vyama vyao. Wana CCM wanataka mabadiliko, wana Ukawa wanataka mabadiliko, wana ACT wanataka mabadiliko, wana kafu wanataka mabadiliko, wana Chadema wanataka mabadiliko, hata wale ambao hawana chama wanataka mabadiliko. Na ndio maana katika mikutano yangu yote, ndugu zangu wanasengerema, kila ninaposimama nimekuwa nikiomba kula Watanzania wote, kwa sababu nitakapokuwa rais sitawabagua Watanzania kutokana na vyama vyao. Kwangu mimi itakuwa ni kuchapa kazi, na ndiyo maana ninasema kwangu ni kazi tu. Sengerema oye! Sengerema oye! Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wanaSengerema na, na Watanzania kwa ujumla katika wakati huu ambapo tunafikia mwishoni wa kampeni zetu, naona zimebaki kama siku nne siku tano, tumalize kampeni. Watanzania wa, wa Sengerema na Watanzania wa maeneo mengine katika nchi hii, tuanze kukaa lakini kumtanguliza Mungu mbele, kuwatanguliza Watanzania mbele. Masilahi yetu yaliyomo mioyoni tuyaweke pembeni, masilahi ya udini wetu tuyaweke pembeni masilahi ya ukabila wetu tuyaweke pembeni, na masilahi ya vyama vyetu tuyaweke pembeni. Tutangulize masilahi ya Tanzania iliyo mpya, na mimi ninaamini mimi ndiyo ninastahili kuwa rais wa awamu ya tano kwa ajili ya Tanzania mpya. Sengerema hoye! Tanzania oye! Ndugu zangu wana Sengerema, mimi nimeyaishi maisha ya kawaida. Ninapoomba nafasi ya uraisi, maana yake nimepitia maisha yote. Mimi sikuzaliwa kwenye vioyozi, mimi nimezaliwa kwenye nyumba ya majani kule Rubambango. Kwa hiyo ninapozungumzia nyumba ya majani, ninapozungumza maisha ya kawaida ya Mtanzania, mimi nimeyapitia. Ninapozungumza namna ya kulima mimi nimeyapitia. Ninafahamu kupalilia, ninafahamu kulima, ninafahamu kupanda, ninafahamu hata kuachanisha pamba wakati unapolima, kusudi zibaki mbili. Kama ni kuchunga, mimi nimechunga ng'ombe, ninafahamu kwa jamii ya wafugaji. Nikitoa mfano kwa Wasukuma, kuna ng'ombe zinapewa majina nyingine, mkara, bogondo, mapembe nyakwela zote hizo nimechoka. Kama ni kuuza afuru, mimi nimeuza afuru. Kwa hiyo maisha yote ya kitanzania ya mtanzania wa kawaida ninayafahamu. Inawezekana nikawa tofauti sana na wagombea wengine wote ambao wanagombea mwaka huu, kwa sababu inawezekana hawajui maisha ya shida inawezekana hawajui maisha shida ni nini. Mimi ninaifahamu shida, na ndiyo maana ninaposimama hapa, ndugu zangu Watanzania na wasengerema wa hapa wote, ninaposimama hapa, ninapoomba kula ili kusudi niweze kuteuliwa na kuchaguliwa kwa nguvu zote, niwe Rais wa Jamhuri ya Muungano wa awamu ya tano, ninataka nikaondoe umaskini kwa ajili ya kutatua matatizo ya Watanzania wote.